Ah, walai mbolo wali pa, pa kati mgumu weye lazima mali kubwa kama hivyo ile, yaani milioni ishirini mtoto yani amna, amna <coughs> <coughs> kama vile Unauza na kitu. Yani kama unaniuzia shamba kubwa yani, eh, eka 400 500 huko ndo kwa bei hiyo bwana. Hata wewe kuoa pia niliambia ile nyingi kama hivyo. Kama vipi basi wewe lijae huyo mke, kama hutaki basi bwana, basi ile shida lazima mwenyewe nitaenda kuoa tembe nyingine. Wewe tukafanya mimi kama miti kama hiyo, biashara hiyo hiyo sio biashara bwana. Mzee wangu, nielewe vizuri bwana Mwagamaji, hiyo sio biashara hiyo. Natakiwa uwe na utulivu kabisa, mtoto wako atakiwa apate mume aolewe bwana. Wewe unataka kuleta tamaa tena, naona atakao mume ana kwanza kwa ujenga homo homo matatizo yako yote umalizie kwangu. Mimi sipendi mambo kamao hayo yani, ningejua hivyo bwana Kipala, kama ndio hivyo bwana, hata mimi nisingekubali kabisa, yani ningekataa kabisa. Kuoa kwa huyo mjomba wako, kama alifanya hivyo kwa lili bwana, unasikia uh, Mwarabu? Basi sikiliza bwana, bisha kuelewa, ndio wala mimi sifanyi biashara, hamna. Sasa basi ongeza basi kidogo basi hapo, ongeza hata ifike hata kwenye laki nne laki nne ongeza laki mbili basi hapo, Mwarabu bwana. Umeua sana ah, laki mbili hiyo no ma bwana, ongeza laki mbili nyingine, laki nne hiyo umeua sana rafiki yangu bwana, hiyo inakuwa hata itoshi, mwanangu, ongeza basi kidogo, wewe mtu mkubwa bwana. Mwarabu bwana, basi sawa, hakuna shida yoyote bale, mimi nitakuongezea hiyo laki mbili we, laki nne, lakini laki nne sio kwa ile ile ambayo nataka kunuzia ya mimi yani kama unanuzia shamba bile, ndo hivyo bale, mimi nitakupa laki nne kesho, ile leo nitakupa laki tatu kamili, nitakupa laki tatu kamili, alafu ile siku ya kuoa ile nakumalizia laki moja ile, nikishakumalizia laki kimoja ile nachukua bwana bibi harusi wangu, naondoka zangu na nyumbani, umeelewa vizuri. Lakini sitaki sasa unipige kelele, sawa? Nakupa ile nataka unipige kelele, nakupa ile alafu tunamalizana, si tunauziana mzigo bwana. Mimi nataka binti yako bwana, umeelewa mara. Sitaki kumwacha yule, usije kanifanyia mambo mabaya mabaya, umeelewa bwana? Wewe umeelewa bwana, bwana Mwagamaji? Basi nakupa hiyo hela bwana, hiyo mm, mm, mm. Bwana hakuna shida yoyote, wewe toa tu hiyo hela bwana. Mjomba wangu ana shida yoyote bwana, kashaelewa vizuri. Kwa sababu tayari mshaongea na yeye, kasema muongeze hiyo laki mbili iwe laki nne. Mjomba, bwana tufanye mambo haraka haraka ili tusicheleweshe muda bwana, muda

Ah, basi saa tule haraka haraka tende zetu. Maana tamie hapa nimeshachoka tayari. Nimechoka kweli kutembea, tule tende zetu tukapumzika maana ah, miguu yote imeushaganzi, ganzi. Sawa basi mpenzi, tule maana nina njaa kweli hata mimi. Ah ila, basi tu kwa sababu yako

ba tena chakula kile kilikuwa kingi mpaka kingine nimekiacha, bebi. Basi sawa, twetukapande gari maana mm. sio kwa jua hili, nimechoka kweli. Ujema amesema anakuja mpaka sasa hajafika. Bwana kwa mjinga mjinga huyu watu nasubiria muda wote hapa. Mimi mwenye na mambo yangu vile vile yani, ya kufanya. Anaoneka mimi mshamba mshamba siku nyingine nitaambia asije. Yaani mimi nimeacha mambo kibao ya kufanya kwa sababu yake. Ngoja nitule tule kwanza hapa na ngala ngala TV hapa. Nikiona yeye anaendeza kumpila na sisi nini na mambo mengi hapa kufanya yeye. Ndio kwa nende kule polini kwanza nkalimelime kule

Mwaka bwana, bwana tutoroke nini? Babaka kimpinga mpinga hadi akamwozesha mtu mwingine, akati mtoto namkubali mimi. Nikamwambia tunjokeshe tu bwana, tunjokeshe tu mwana, nyamara kuri, ndio hapo nimekuja bwana. Vipi lakini maisha yanasemaje mwanangu? Da, polisi ndio nimekustopisha shughuli zako, lakini usijali wala nini. Au ndio wewe zingine ushamba kweli, yani? Kwa hiyo hata kumwanzisha mtoto wake kwa mtu asempenda, wajinga tu. Umefanya la maana kweli yani, kukimbuka naye yani, umefanya kitu kizuri sana kutoroka naye yani, tunasemaje Tunasema hivi yani, ile unakimbia naye. Yani tunajua mipicha yetu ile, acha freshi kidogo, wala usijali vipi. Umekula lakini ngoja fanye mazingira basi ya sosi hapa, ule shemeji, jisikie ule basi, au sio? Ufanye ngoja fanye mazingira ya kule kule hapa. Asante shemeji, nashukuru. Hata hivyo tumepata shida kweli, magari. Wala usimlaumu bwana wangu, ila magari ndio ametufilisha. Nashukuru sana shemeji, nashukuru pia kukufahamu. Nashukuru. Sasa mbona naenda kupika mwenyewe? Niache tu mimi nikapike ile madi, nipo wewe, kanaonyeshe tu mazingira, mchele kwa hapi, jiko liko hapi au unga, nikapike wala. Wewe haina shida kusumbuka shemeji, mimi asenipo, shemeji yako mimi nipo. Ndio hivyo kama kuelekeza hapo, mimi sikukubali kuolewa na mtu kwa sababu nampenda, nikaamua nitoroke naye. basi Nielekeze jiko twende basi, kanielekeze sehemu mon nikapike mwenyewe basi. Shemeje ngoyanga kwenye cheje kola sehemu ya kupikia, ila usijali bwana. Ndo pleji sana kutoloka mwenye cheje jinsi gani na mpinda. Basi sawa, ina unavutakiwa hivyo, twende kwenye cheje kwa basi. Mlango sikiza mlango kitupe, wala usijali, mambo yako vizuri, ila hujakosea kabisa. Wewe fanya <tipa> kitu kizuri sana yani, kitokea kwamba ile utakuwa mukwe unaokuwa kama hivi unakuwa shujaa, ili usikubali kabisa ni demu unaompenda au olewe na mtu mwingine. Kwani baba ndo nani bwana, mwenye chaguo vizuri. Ya kweli, yani hii moja kwa moja mpaka Chole. Hii haina haja ya kukaa hapa, lakini iko mfukoni. Yani nakaa uh, na subiri nini hapa wakati mambo yote nishakamilisha? Ngoja niondoke moja kwa moja hapa, niende kule nikamchukue binti yangu. Kesho ni Ay uku mambo aanze. Najua uko ile mwarabu yule, nitakwasikosi vitu yule. Anaonekana maisha yake ule mazuri yule, ila eh, anaonekana lakini atajua wenyewe, ila vile vijila hela nitakwasikosi wala nini pale. Ngoja nikembe moja kwa moja Chole ngamchukue kigoli wangu aje kuozeshwa, nije nimozeshe watu mpwitompwito.